Tumepata ujio wa rafiki yetu kocha mwenzetu kutoka South Africa kuja kutunolea watoto wetu na kuja kuwapa ujuzi ambao alikuwa nao kwa baadhi ya kocha zetu, ili kuingia katika mchezo wa wheelchair tennis. Hii program unavyoiona hapa, tumekusudia kuwalenga target sasa zile shule za msingi ambazo zenye watoto maalum ambao lengo kuendeleza michezo Tanzania, kwamba unajua kama timu yetu ya wheelchair tennis lenda Moroko kufanya ikafanya vizuri ikawa katika Afrika ni namba mbili kwamba tukaona ni, ni bora zaidi kuja kutengeneza sasa watoto hawa ambao waje sasa kuwasaidia target yetu kwa sababu tuna target kwenda paralympic 2028 hilo ndio target yetu kubwa sana kuwekeza kwa watoto ambao wacha tennis hii program ili tulitoka hapa tunamalizia tuna hapa Dar es Salaam lakini tulipata kualikwa na chama cha tennis Zanzibar kwamba tulifanya kule na nyingine tukuja kumalizia hapa lengo kubwa lingine ambao kwamba baadhi ya mchezo wa wheelchair tennis kwa watu wenye mahitaji maalum, na ni mchezo wa gharama, lakini kutokana na sisi kama kocha na chama cha wheelchair tennis kushiana na chama cha tennis Tanzania tuna hii michezo ni sio michezo ya gharama mtu yeyote anaweza kuja kushiriki ambaye mwenye mahitaji maalum katika mchezo wa wheelchair tennis, kama unavyoona tuna watoto tofauti tofauti wanatoka mashuleni kwa ajili ya hizo program na hizo program zinaendelea Jumamosi na Jumapili hapa Gymkhana Club, na tunashawishi sasa kwenda mikoani ili kuandaa sasa rasmi kwa mchezo wa wheelchair tennis Tanzania. Kwa leo tunaona kama ni watoto 120 ambao watakapata mafunzo katika hii clinic ambayo ni kuchagua na lengo lingine hapa tunataka kusema ni kuchagua watoto ambao watakwenda South Africa kushiriki mashindano ya camp, kwa hiyo tuna camp ya Afrika chini ya miaka 18 na huyu kocha ndo anaratibu kwa kushirikiana kushirikia na shirikisho la mchezo wa tenisi duniani. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza sasa ile nani, tuseme ni wachezaji ni vipaji vipya ambao leo ndio vina kuibuka, kuangalia tuna wachezaji wangapi hapa na kuota ushawishi na kuangalia jinsi gani ya kuwasapoti zaidi. Hii ni fursa kwetu makocha kwa ajili ya kujifunza kujifunza ya kuishi kwa hiyo kuna mbinu tofauti tofauti amekuja nazo ambazo tuna share na, na wachezaji wetu watoto wetu wamepata nafasi vilivile ya kujifunza wamepata nafasi ya, ya kupata motivation kwa sababu unapokutana na mtu ambaye yuko uh, experience zaidi na ni fursa kwako na wewe uh, kupata uh, vitu zaidi ambavyo wewe haujakutana uh, uh, navyo kwa hiyo ni jambo jema sana Uh, kitu cha msingi sasa, wazazi uh, au watoto kama unavyoona, kuna mtoto mwingine ana mkono mmoja, mwingine vidole vimepungua, uh, kwa hiyo cha msingi kila mzazi, hii ni sehemu ya kujifunza kwa kila mzazi, kwa kila ndugu, kwa kila Mtanzania, kwa kila kiongozi kwamba hawa watoto sio wa kuwekwa ndani, hawa watoto wanatakiwa watoke nje na wa, wapate fursa tofauti tofauti. Kwanza ni mchezo ambao unaweza kucheza na kingine ifunza mambo mbalimbali kushirikiana, maana ukiku nacheza huo mchezo lazima unashirikiana na wenzako, unapanga namna ya kukabiliana na mtu ambaye unakuwa unacheza naye, inajenga ushirikiano.